gani ndugu mfuatiliaji wa jail jal Passenger, anaitwa Omri ya Megere Yugi Star, ni JL Passenger. Hakikisha tu umetufollow ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Bwana, kambini Nyarugusu kumetokea tukio la ajabu na la kusikitisha ambalo limetokea jana. E, kuna mtoto mdogo aliyetupwa, na taarifa tuliozipokea zinaeleza kwamba kutoka kambini Nyarugusu mkoani Kigoma zinaripotiwa kuwa tukio la kutisha na la kushangaza lililotokea hivi karibuni katika moja ya vijiji ndani ya kambi ya Nyarugusu. Kwa mujibu wa mashuhuda, mtoto mdogo mchanga amepatikana akiwa amefariki dunia baada ya kutupwa majini. Inaeleza kuwa huenda mtoto huyo alizaliwa kisha kutupwa, au ni mimba iliyotolewa kwa kupelekwa majini wapita njia na pamoja na wa wasamaria wema ndio waligundua mwili wa mtoto huo, wakiwa wameshatupwa, na hali hiyo ni ya kinyama. Mtoto huyo alikuwa bado akiwa na kamba kitovu, ishara kuwa alikuwa amezaliwa muda si mfupi kabla ya tukio hilo. tukio hili imezua majonzi makubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku ikionekana kuwa ni funzo na onyo kwa wanawake wanaofanya vitendo vya kikatili dhidi ya watoto wachanga. Tukio hili lilitokea hapo kambini Nyarugusu, mkoani Kigoma. Kwa jinsi tulivyopokea taarifa zenyewe, kuwa ni mto wa Nyarugusu ya, na mto wa Nyarugusu na hisi unaanzia Otroa hadi kushuka hadi eh, Matante kule Dipacha, yes, ndio huo. Mtu mmoja katika, yani katika hayo maeneo hayo ndo tukio ile lililotokea, na tayari picha yake ya huyo aliye muua huyo mtoto ndio hiyo hapo. Ni mwanadada ambaye bado ni mdogo tu, na sababu za yeye kufanya hivyo bado hakijajulikana kwao. Tunaendelea kufuatilia kwa umakini sana, tutahakikisha kuwa taarifa zote kamili na zilizonyooka unazipata kwa wakati. Hii ni jail passenger. Huyu dada mpaka sasa hivi bado sababu kuu ya yeye kufanya hivyo haijajulikana. Huenda kuna kitu kikubwa sana kilichomtokea na yeye kufanya hivyo, na inaonesha kuwa mtoto huyu alikuwa tayari ana siku mbili upo ndani ya maji, maana jinsi wanavyoona hiyo picha, na inaonekana kuwa alikuwa na tope na kile kitovu bado kipo pale. Ni tukio la kinyama sana ambalo lilitokea, lakini kuna baadhi ya watu ambao walilaani vitendo vikali hivi kuhusiana na huyu binti aliyefanya hichi kitendo cha yeye kutoa mim cha yeye kutoa mtoto yani katukaua yes. Tayari mwanamke huyu amekamatwa na lazima ataripoti, kwa nini alifanya kitendo cha kinyama kama hicho, kitendo cha kukaa na mimba miezi tisa na kuja kumuua mtoto eh, aswa tena, katika hali ambayo inahuzunisha ina hata kwa, kwa watu wengi sana. Sasa, tukio hili ni la hajabu sana na nahisi lishawahi kutokea kambini Nyarugusu kabla. Eh, na tukio hili huenda likawa la pili au eh, ni la wa inatokea hivyo lakini sio mara nyingi sana. Eh, binafsi taarifa hizi eh, eh, alikuwa ajulikani kuwa huyu ni Mbembe eh, kwa sababu eh, kambi ya Nyarugusu inazungukwa sana na Waha, kwa hiyo kuna Waha ambao wanatokaga eh, porini kuja kutibiwa hapo kwenye hizo hospitali za Nyarugusu. Sasa ndo watu wengi walifikiri kuwa hivyo, kumbe sio hivyo. Yaani, huyu ni binti mdogo tu, tena mbembe aliyefanya hichi kitendo, na watu wengi wanaeleza kuwa ni zone ya kumi na nane ambako eh, zone ya kumi na moja ambako kulitokea hili e tukio. Bwana, una maoni gani juu ya tukio hili ambalo lilitokea kama una chochote cha kuongea basi unaweza ukakoment hapo chini, na pia usikose kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Na mimi naitwa Omri ya Megene yugi star, na tayari tumefungua ofisi. Asante.